Hualigani mtazamaji wa Come TV Tanzania, karibu Come TV Matukio. Hii ni habari ambayo imetufikia kutoka nchini Rwanda ambapo inasema Rwanda imevunja ushirikiano wake wa maendeleo na Ubelgiji ikituhumu Brussels kwa kujaribu kuzuia upatikanaji wake wa ufadhili wa kimataifa kutokana na mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. DRC ni nchi yenye utajiri na rasilimali katika Afrika ya Kati ambapo imekuwa ikikabiliwa na migogoro inayoendelea, hasa katika maeneo ya mashariki ambapo kuna makundi yenye silaha kama M23 na FDLR yanayofanya kazi. Ubelgiji na DRC wanasema Rwanda inaunga mkono waasi wa M23 na M23 wenyewe wanadai inalinda jamii ya watusti dhidi ya FDLR, kundi la wanamgambo wa kihutu linaohusishwa na mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994. Rwanda imekanusha msaada wowote wa, wa M23 na badala yake inaendelea kuilaumu DRC kwa kushindwa kuondoa waasi wa FDLR ambao ni kama tishio kubwa kwa taifa la Rwanda. Rwanda inaona hatua za Ubelgiji ni hatua za kisiasa ikiegemea upande wa DRC na kuitenga Kigali. Inasema kwamba nchi za magharibi zinatumia shindikizo la kifedha kusukuma ajenda zao wenyewe badala ya kuunga mkono juhudi zinazoongozwa na Waafrika kutafuta amani DRC. Ubelgiji ilikuwa tayari inakagua mpango wake wa kuendelea kutoa msaada wa euro 95 milioni na dola 99 milioni kwa mwaka 2024 2029 ila umesitishwa kutokana na tuhuma za Rwanda kufadhili waasi. Endelea kufuatilia Kam TV Tanzania kwa update zingine zaidi. Usisahau kusubscribe kulike, kushare pamoja na kucomment.